Nafikiri wasanii wengi wa hip hop nchini na hata duniani kote wanaonekana kupata nafasi zaidi za uongozi wakilinganisha na wanaofanya na nyingine ya muziki, kwa sababu hip hop kama mziki ni mziki um, wa waku, waku, kufikirisha, lakini mara nyingi huwa umejikita katika kuwasilisha mambo yanayoendelea kwenye jamii e, shida zao kwa namna moja wa nyingine huwa yana reflect na mazingira halisi yaliyowazunguka kwa hiyo hiwa wanapelekea watu wengine kuwa ku, kuweza kurelate na kuona hawa ni watu ambao wanaongea stori zao, na kiasi cha kuwa nao karibu, na, na kuthamini michango yao na maoni pia. Hip hop haiandai wasanii wake kuwa viongozi, lakini unapokuwa tu msanii wa hip hop automatically unajikuta kwamba unakuwa kiongozi kwa sababu hip hop ni game la kishababi. Kwao unapokuwa una mentality za kishababi, maana yake wewe hauwezi kuwa mtu ambaye unafata, inabidi uwe ni mtu ambaye unaongoza. <coughs> <coughs>